Mheshimiwa Upendo Furaha Peneza, mbunge viti maalum, ndio swa andoa anayeuliza swali wakati huu, na anaelekeza katika wizara ya viwanda biashara na uwekezaji. Anauliza, serikali ya awamu ya tano imeonyesha nia ya kutaka kuongeza mapato kwa ufuatiliaji na kuondokana na ukwepaji kodi bandarini, lakini kwa miaka mingi serikali imekuwa ikikosa mapato kwa kutoa misamaha ya kodi kwa kampuni za uwekezaji katika sekta ya madini. Je, serikali inachukua hatua gani ili kuondokana na misamaha ya kodi inayotolewa kwa kampuni za wawekezaji. Mheshimiwa Charles Mwijage waziri wa viwanda, biashara na uwekezaji anajibu swali hilo. Vivutio vya aina mbalimbali kwa wawekezaji ili kuvutia uwekezaji nchini. Misamaha ya kodi ni moja ya vivutio vinavyotolewa kama moja ya njia ya kuhamasisha wawekezaji ili wachague nchi yetu badala ya kwenda nchi nyingine. Misamaha hii hutolewa kwa mujibu wa sheria na mara nyingi kwa kipindi cha awali cha uwekezaji. Misamaha hii kama alivyoeleza mheshimiwa ni pamoja na inayotolewa kwa makampuni ya utafutaji na uchimbaji wa mafuta na gesi na madini na misamaha inayotolewa kupitia maamuzi ya kamati ya uwekezaji ya taifa nisiki, na kwa kutumia kituo cha uwekezaji TIC. Mheshimiwa mwenyekiti, serikali inatambua mapungufu yaliyoko katika kutumia kodi kama kivutio cha uwekezaji. Tatizo kubwa ni wale wanaotumia fursa hii kuhujumu mapato ya serikali au pale misamaha inaposababisha kutokuwepo ushindani sawa kati ya kampuni moja na nyingine katika sekta ile ile. Hata hivyo, kama nilivyoeleza awali, uwekezaji utakaolazimu kushindania wawekezaji na nchi nyingine duniani au kuhamasisha uzalishaji nchini wenye manufaa ya moja kwa moja kwa wananchi walio wengi, na kivutio cha kodi kikawa ndicho kigezo muhimu cha kufanya uamuzi, tutalazimika kutoa misamaha ya kodi. Mheshimiwa mwenyekiti, Serikali imeendelea kufanya mabadiliko katika sheria ili kupunguza misamaha ya kodi inayotolewa kwa ridhaa, yaani misamaha inayotolewa kwa kampuni moja moja kwa mikataba na kwa kupitia kwa mamlaka ya waziri wa fedha na mipango. Ili kuboresha kivutio cha misamaha kwa wawekezaji, kodi imekuwa ikipunguzwa katika bidhaa na shughuli za jumla zinazokata cross. Mheshimiwa Mwenyekiti, pamoja na jitihada za kuondoa mapungufu yanayoendana na, na misamaha ya kodi. Napenda nikiri kuwa pamoja na vivutio vingine muhimu, kwa kuvutia wawekezaji misamaha ya kodi itatumika pale inapobidi. Aidha, tofauti na zamani, tutaperemba misamaha hiyo mara kwa mara ili kuipima tija yake. Swali la nyongeza, mheshimiwa, Mheshimiwa Peneza. Asante mheshimiwa spika, naomba kuuliza maswali mawili ya nyongeza. Kwa kuwa ripoti ya PAC ya Januari 2015 iliyojadili ripoti maalum ya CAG ikionyesha uh, upotevu kutokana na watu kukiuka, kukiuka utaratibu, je, serikali imechukua hatua gani ili kuhakikisha watu ambao walikwepa kodi kwa kutumia kwa kukiuka taratibu waweze kulipa pesa hizo? Swali la pili, kwa kuwa ripoti hazionyeshi kiuhalisia faida ambayo serikali inazipata kutokana na misamaha ya kodi na makampuni haya hayafanyi social responsibility kwa kiwango kinachoridhisha, je, serikali inafanya mkakati gani ili kuhakikisha kwamba uh, ili kuhakikisha kwamba makampuni haya yanaondolewa misamaha ya kodi, walipe kodi stahiki, na wajibu wa huduma kwa jamii ubaki ni wajibu wa serikali. Asante. Asante mheshimiwa waziri. O waziri wa fedha. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kujibu maswali mawili ya nyongeza kama ifuatavyo: kwanza, misamaha ya kodi ambayo imekuwa tunaitoa kwa makampuni ya madini uh, imekuwa inapungua kutoka takribani asilimia 17.6 ya exemptions zote zinazotolewa za kodi mpaka zimefika sasa takriban asilimia tisa, na hatua ambazo tumekuwa tunachukua, moja ni kurekebisha sheria za kodi, na Waheshimiwa wabunge mlipitisha hapa marekebisho ya sheria ya VAT ambayo iliondoa misamaha mingi ya kodi, na VAT peke yake, misamaha ya kodi ya VAT ni takriban asilimia 56 ya mapato ya, ya exemptions zote. Na baada ya kurekebisha sheria hiyo kodi, msamaha wa kodi umepungua kwa kiasi kikubwa, baada ya kurekebisha sheria hiyo ya kodi. Lakini la pili tunafanya jitihada kubwa kushughulikia mazingira ya biashara na uwekezaji, kwa kuwa uwekezaji hautegemei kodi peke yake. Kwa hiyo ndiyo maana serikali imeelekeza nguvu kuongeza upatikanaji wa umeme ambao ni malalamiko makubwa ya wawekezaji, lakini pia ulinzi kwa ajili ya wawekezaji, lakini pia kuhakikisha kwamba tunaboresha eh, mazingira ya kutoa liseni za biashara na vibali vya ujenzi, lakini vile vile tumeongeza u, kujenga uwezo Eh, wa kuchambua vipengele vya misamaha ya kodi vile vitengo ambavyo ndani ya wizara ya fedha, lakini pia ndani ya mamlaka ya mapato, ili kuhakikisha kwamba misamaha ya kodi inakuwa tu ile ambayo inafaa, na napenda, mheshimiwa mwenyekiti, niwahakikishie waheshimiwa wa wabunge kwamba waziri wa fedha atakataa misamaha yote ambayo haina maslahi kwa taifa. Swali linalofuata linaelekezwa katika wizara ya viwanda, biashara na uwekezaji kwa mara nyingine, na linatoka kwa mheshimiwa Hawa Mchafu Chakoma mbunge wa viti maalumu. Anauliza, ilani ya uchaguzi ya CCM ya mwaka 2015 imelenga kuanzisha mfuko mkubwa kwa ajili ya kutoa mikopo kwa wafanyakazi na wajasiriamali wadogo kwa masharti na fuje, serikali imefikia hatua gani katika utekelezaji wa jambo hilo? Swali hilo kutoka kwa Mheshimiwa Hawa Mchafu. Mheshimiwa, Mheshimiwa na Chazi Mwijage waziri wa viwanda, biashara na uwekezaji anajibu swali hilo mbunge wa viti maalum kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza kabisa naomba nianze kwa kunukuu ibara namba 57 hii tano ya Kirumi ya ilani ya CCM inayosema, kuanzisha mfuko mkubwa wa kitaifa wa wajasiriamali wadogo na wakati kwa kushirikiana na mifuko ya jamii na asasi nyingine za kifedha. Hivyo, ibara hiyo inayorejewa inawalenga wajasiriamali wote bila kujali kama ni wafanyakazi au sio wafanyakazi. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali kwa kutekeleza maelekezo ya chama tawala chini ya ibara ya 57 i tano ya Kirumi ilani ya uchaguzi itawajengea wananchi uwezo wa kuanzisha, kuendesha na kukuza shughuli zao za kiuchumi ili waweze kushiriki kamilifu katika kuendesha uchumi wa Tanzania. Serikali inategemea kuanza mazungumzo na wadau wa mifuko ya kijamii pamoja na asasi nyingine za kifedha mwezi Februari mwaka huu, ili kujadili namna bora ya kuanzisha na kuendesha mfuko huo. Inatarajiwa taratibu za kuanzisha mfuko huo zitakamilika katika mwaka wa fedha 16-17 na kuweza kuanza kwa mfuko huo katika mwaka wa fedha 17-18 baada ya serikali kutenga fedha za kutosha.